na huyo bosi amenipigia, niende ndio unaona najiandaa hapa, kipenzi changu. Ah, hata mimi jana kabla sijaja huko nilipigiwa simu, kuna mahali niliomba kazi mimi, pia nimepata kazi, na ujio wangu huku kwako, kwa sababu nilikuwa sina pesa ya nauli. Nilijua nikikwambia bure bure tu wewe hata, hmm? usingenipa ndo maana nikaja kulala huko, sio kama nakunyimaga, sina. Kwa mfano leo ndo umebeti vibaya kabisa, nina shilingi elfu tatu tu. Je, umenielewa? Na siwezi kukupa wewe uende, mimi nikabaki nyumbani hapa eh? Ah, itakuwa mbaya hiyo. Sasa kisofa elfu tatu sio, nipe mimi, nipe mimi niende kule kwenye kazi, kwa sababu sisi wanawake tunapitia changamoto nyingi sana kwenye kupata kazi tofauti. hey! Yani wa na nyinyi nyini wanaume, wewe unaona huruma, yaani wanakeoziwa wanaomba mwanaume wapate kazi, imradi aishe vizuri. Uona, niambia ni elfu tatu wangu nikupewe? Ah jamani, hapana, ujinga usina. Na nyinyi mnabadilika, mnakuwa vigeugeu, mnakuwa vibuli mkishapataga kazi, mkipata pata vihela. Ah, sitoi sitoi kisofa. So kweli bwana, nipe mimi elfu tatu. Mimi nikipata kazi na wewe umepata, sina kisofa uenda kuniambia mimi leo maneno hayo, ndio. Asante sana <laughs>

Kusia, kuna maumivu ya jino mama. Yani, maumivu ya jino, kuna wakati unatamani kuweka panado kwenye ile jino. Kuna wakati mwingine unatamani kuweka dawa meno, lakini bado jino linakuita, ndo mimi mkono wangu hmm. Nimekuja na hmm. ambu. Ah, poa mwanangu sawa, nimekuja hmm. na shoga yangu. Shoga nani? Huyu anaitwa anatwa Batuli. Tutakuwa naye kwa nyumbani siku mbili tatu, kijana wangu. Ah, sisi tupo ndani. Hivi mama, unaesi mpango wetu utafanikiwa kweli? Kwani tusifanikiwe mwanangu? Mradi tu usiende kinyume na makubaliano yetu kwa wiki mbili hizi kila kitu kitakuwa sawa kabisa, kwani nilipomuona pale jicho lake lionyesha wazi mwanangu ameshaelekea kutamani. Oh, ndo ashaka mwanangu. Kweli mama. Oho. <laughs> Karibu mwanangu, hiki sasa ndio kitakuwa chumba chako, mambo yako yote ndani. Karibu. Hey, hey. Afadhali nilivyokuona we baba, naomba nipe hela. Umemi hasira za nini? Ela ha? Umemi ndo unakuongelesha hivo, mume unamshikia mwanaume kiuno kweli? Na naomba nisikize kitu kimoja, aangu. So, rafiki yangu ondoa shaka na mimi sawa, eh? Mimi kazi nimepata sasa hivi sio mtu wa kulala ndani, na hapa nilipo nenda kazini nina shilingi elfu tatu tu, mtoto wa kiume. Kwa hiyo niomba nielewe, na mimi nimeshapata kazi sasa hivi ni, mimi najua ni mzungu. Yani mimi ni mzungu, najua kabisa mzungu wa roho eh, mjinga kukosa kupata pata we, wewe mwenyewe unajua mimi mzungu wa roho Ha? Eh, nikipata tunapata wote. Kwa hiyo mimi nikiingia kazini, mshahara wangu wa kwanza nakupa wewe elfu hamsini, unaeka mwenyewe umeme. Kwa hiyo kama umepata kazi mimi na nusu nini? kama wewe una mpango wa kupata elfu hamsini kwa leo, naomba nipe 2000 tu. Mimi ya mambo ya elfu hamsini yako mimi hayanihusu, naomba nipe 2000 la sivyo nitakujazia nzi hapa, mtaa mzima utafahamu kana kudai 2000 juzi. Mimi nilikosa hela umeme hapa, ulinisema eti oh, mtu mwenyewe unakopwa, unakosa si hata 2000 ya umeme. Sasa leo lipa wewe mm. Unaikuwa na hela lipa hapo, ah. Sijaelewa nini hapo, niongeeje kichina ki Hong Kong au kimarekani? Baba, leo sikuelewi. Afe kipa, afe beki. Elfu mbili unatoa. Usipotoa, yaani tutakutana hapa kwa ajili ya hela ya umeme. Huo uzalishaji. Na sibono na sauti kali wewe. Watakao watu wasikie. Na ndio maana mimi naondokaga hapa asubuhi mapema sana na nikuta ji nimepotea. Na ndio usiku kwa sababu ya mdomo mdomo wako. Ha? Hiyo kwa nini unielewi? Kipi hapo uelewi? Na nimekwambia na shilingi elfu tatu mtoto wa kiume niongeeje. Naomba unipe hela ya umeme. Yani, angepata urefu huyu angetamba, ah. Mungu anajua kuumbawa. amute kwenda chooni nikata to do. do. kidume nimebaki na buku tu. Naendaje? Unajua nini wena, mimi mzalamu, nasikia na kitu looni. Wewe si unajua hivi, basi sisi tunajua huku na labda hujajua tu ah. Mimi nilikuwa nataka nikipata kazi, mshahara wangu wa kwanza nikutoe out. Umeisikia ama utaisikia kwene bomba? Toto jeuri kama nini! Hey, na we kijana mwenyewe shama, lakini inaonekana ni kama ni mtu ambaye alipata matatizo, maana kichwani uko na bandi. Hey, lakini handsome, yani kijana wa maana kusema. Mm, hiyo sina uhakika, lakini ngoja mamake amenyambia nimpelekee juisi, kwa hiyo nikifika hapo nitajua kila kitu. E, ntakujulisha kila kitu, sijali, hamna <laughs> bwana, nitakwambia kila kitu. Aya, sawa. Vipi, shoga yangu, njiti, nimebeti lakini mkeka umechanika bila mafanikio yoyote. unamaanisha umekopa? Kama unavomjua, kisofa likija swala la hela, ini hiye ni bahili muda wote Ahonea twe aetu shogaangu pa na iuata nafanyatu yangu apa ni ngoja niende nyumbani ni nikaoge, nijandae, alafu niende kulipoti kazini, maana nimebakiza dakika arobaini na tano tu. Hapa sina jinsi. Inanibidi tu niende kwa miguu ili niwahi. Maana wewe mwenyewe unajua jinsi gani imeendeleka kutafuta kazi. Leo nimepata kazi, nimchezee kweli? Sema kweli wa shoga yangu, kajiandae. Sawa rafiki yangu, bye. Pole sana kaka, nilipata taarifa kama muumia, nikaona si vibaya, leo nije nikuone. Sio kuumia peke yake kuna mshipa fahamu umekatika hapa hapa nilipo. Hata sijui kama nina ufahamu au chakuamento sarake. Kuna mshipa mmoja huko kwa hapa o umepiga nyuzi kumi na sitamshh niko na mgeni sasa, sasa. Andaa nyingine kwa ajili ya... Ah, hapana ya ah, ah, ah, oh, kaka, mimi niko oh, sawa, hiyo kwa ajili yako ndugu yangu. Shoga yake mama huyo amekuja leo, mama amemtambulisha kwamba huyu shoga yangu atakaa hapa siku mbili tatu, kwa hiyo yuko hapa yeah. Sikiliza, tunafanyaje?

Mlisho mtengwa eh, nikamkwadia vile navyokuamini, na nakuahidi kuna zawadi yako na kuandalia onoah. Pole, ndugu yangu, kuwa sawa. Shusheshushe na juisi hapo. Unatoka wapi muda huu? Ulikuwa wakuwai kazini kwako hivi? Leo wewe unatoka kwa wanamume unarudi hapo na janaba? Hapana baba, sijalala kwa mwanaume yoyote, nilienda kulala kwa njiti. Kwa izini ya nani? Na nani alikupa ruhusa hiyo? Ilo ndo kosa langu baba. Naomba unisamehe. Sasa nisikilize Muda huu, wakati huu, sasa hivi nenda kajiandae uondoke kazini. Asante baba. Biblia inasema Tumkumbuke Mungu tungali vijana. Huu ni wakati wa kumkumbuka Mungu. Sikiliza, usiwe bize sana na mambo yako. Kuna wakati mwingine unatakiwa kumkumbuka Mungu wako. Hebu usiendekeze sana biashara tu peke yake. Hebu njoo hata kanisani kumwabudu Mungu. Mungu anasema tuache kupambana na mambo mengine, lazima tumkumbuke Mungu. Tufika hata kanisani kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Amina. Kijana karibu sana kanisani. Amina sana mtumishi. Anakupa afya, anakupa pumzi. Unatakiwa kumkumbuka Mungu, mtumishi wa Bwana. Bwana oh, na Yesu wa mbinguni amefurahi kabisa kuona kijana umeheshimu sana mahubiri haya na ukazisimama kusikiliza. Ubarikiwe, ubarikiwe, oh, ubarikiwe sana, ubarikiwe sana, ah, ubarikiwe sana. Mungu anasema hivi tumheshimu hata kwa matoleo ah, usijali. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwenye kazi zako kijana. Basi sawa okay. Mungu jamani, jamani yeah. Biblia inasema vijana tumkumbuke Mungu, tumtumikie Mungu nyakati zote. Huu ni wakati wa kumtafuta Mungu kwa bidii, tuache kupambana na mambo ya dunia. Binti karibu sana. Mungu anakukumbusha kijana, umtafute Mungu, tuachane na masuala ya kidimbwi, tuache na masuala ya kitambaa, tuache pombe, tuache starehe, tumrudie Mungu wetu. Mungu wetu anatupenda sana, anasema tumkumbuke tungali bado vijana kabla zijaja zile siku mbaya. Binti yangu, ninakushauri sana sana sana, njoo hata kanisani, ili huje umtumikie Mungu kwa kwenye ujana wako, sawa. Ukimtumikia Mungu, Mungu atakubariki sana, atakupa mume mzuri, atakupa maisha mazuri, na kabisa kabisa utaingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu ambinguni akubariki sana, na wakumbusha na wengine, tusiache kumtumikia Mungu. Oh, umemheshimu Mungu alika matoleo. Unajua Yesu anapenda sana mabinti kama nyinyi, mmrudie kipindi kama hiki Ubarikiwe sana binti wa Yesu. Oh, Mungu tazama, naomba wabariki hao vijana wachache wanaomkumbuka Mungu. Hao wengine wanaokudhalau Mungu wa mbinguni, wasaidie na wao, siku moja watambua uwepo wako Mungu. Asante Mungu wa mbinguni, asante Mungu mwenye nguvu. Kijana, Mungu anakupenda sana, anahitaji umtumikie Bwana kwa nguvu zako, kwa mali zako, hata kwa fedha zako Amin. Sawa, mtumikie Mungu kwa fedha zako. Kumtolea Bwana sio lazima iwe elfu kumi. Chochote ulichonacho toa kwa moyo wa upendo Amen. Amen. Yes, Mungu ndio anayekupa kazi Mungu ndio anayekupa mke mzuri, anakupa maisha mazuri. hey, Mungu anaweza akakupa connection ya kazi, akakupa watu maarufu kukutana nao, akakupa watu marafiki wazuri wa kukushauri. Lazima umtolee Bwana ili Mungu azidi kukubariki azidi kukukutanisha na watu wa muhimu zaidi. Mungu amekubariki nacho, amina. Unatakiwa kumtolea Bwana, amina. Mungu anakupenda sana, yeye ndo anayekupa connection za kazi, anayekupa kila kitu. Unatakiwa kumheshimu Mungu hata kwa kidogo unachopata. Oh, na wengine anadharau kabisa habari za Mungu. Mungu amempa pumzi, amempa uzima, amempa afya, anatembea vizuri, lakini bado anadharau mambo ya Mungu. Oh, Mungu wa mbinguni, wasaidie hawa watu jamani.